Kanisa ni la Mungu si la wanadamu, na kazi ya kanisa ni kusema ukweli jinsi ulivyo, na ukweli wakati mwingine huchoma. Utaweza kuchoma serikali, utaweza kuchoma mtu wa kawaida, utaweza kuchoma hata huyo mtu wa kanisa kama hatendi vizuri. Na kwa hivyo kazi yetu sisi ni kusema ukweli, ukubaliwe au ukataliwe lakini tunasema kwa uh, the bible says we speak the truth in love. Tunaongea sio kama wanasiasa, sisi tunaongea katika upendo, ni kwa sababu sisi tunapenda nchi yetu na tunapenda wananchi wetu. Kwa hivyo, wanasiasa, maneno ya kuzunguka huku na huku, huku na huku, mnataka kuchoma nchi, na nchi ikichomeka, walio wa kwanza kutoroka nchi ni ninyi, maana mna pesa utanunua tikiti ya ndege uende kwingine, kuna gari ya kuingia utoroke.